Pacome, sasa amefikia rasmi eh, rekodi ya Chota chama, ambapo inaelezwa kwamba kiungo mshambuliaji wa klabu ya Yanga ya Dar es Salaam ambaye ni raia wa Ivory Coast, Pacome Zwazwa, sasa amefunga mabao katika mashindano matatu tofauti msimu huu baada ya kufunga eh, bao la kwanza katika ligi kuu ya msimu huu eh, eh, kwenye msimu wa kwenye ligi ya NBC Premier League basi, ameweza kufunga kwenye mashun, mashindano mengine zaidi, ambapo katika historia ambayo ameweza kuiweka, ambayo ni historia ambayo inafanana na ile rekodi ambazo aliziweka kichota Chama, basi wote wawili wameweza sasa kuhu kufikia hizo rekodi na sasa kuwa sawa, ambapo wote wawili wameweza kufunga kwenye michuano ya Ngao ya Jamii ambapo alianza Chama, lakini baadaye Pacome naye akaweza kuifikia rekodi hiyo, lakini akafunga kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo Chama ndio alikuwa wa kwanza kuweka rekodi hizo, kwa kuwa ameweka rekodi nyingi zaidi na amefunga mara nyingi zaidi, lakini Pacome naye ameshafunga kwenye michuano hiyo, lakini ligi ya Premier League yani ya Tanzania Bara nako Pacome ameshafunga na kufanya aweke aweke rekodi kama ambazo ameziweka e, kiungo mshambuliaji wa klabu ya Singida Black Stars, ambapo Pacome sasa ataungana na kiungo mshambuliaji wa klabu ya Singida Black Stars, ambayo timu hiyo inapatikana huko mkoani Singida, ambaye amefunga mabao kwenye mashindano matatu tofauti kadhaa kama alivyoandika siku mbili zilizopita, Pacome Zozoa na Clatous Chama wanaendelea kubaki kuwa wachezaji gari kwenye ligi yetu kwa msimu huu ambapo wachezaji hao wote wamejiwekea rekodi hizo kutokana na kuwa na uzoefu wa muda mrefu kwenye ligi yetu ambapo wameweza kufanya kwa mafanikio makubwa zaidi, huku Clatous Chama akiwa ameandika historia ya kipekee zaidi kwa kuwa ameweza kucheza timu tatu kubwa hapa Tanzania ambazo zina ushawishi na mashabiki wengi, huku akiwa amejiwekea rekodi hiyo na huku kukiwa na wachezaji wachache zaidi ambao walishawahi kufanya hivyo, akiwa ameweza kucheza kunako timu ya Simba Sports Club kwa mafanikio makubwa kwa miaka mingi, lakini baadaye akatimkia kunako klabu ya Yanga, huko nako ametimka na kwenda kunako klabu ya Singida Black Stars.